Kinyonge yes. hivyo sijapenda kuelezanani hmm, maaonea na, nina ushauri kwa viongozi viongozi wa bodi ya ligi viongozi wa TFF namna ya kuiandaa hii michuano ikiwa, hmm, mrudi mezani mkaiandae tena mpya hizi timu ambazo zinakuja kutumizia wachezaji huku uwezo wao bado ni mdogo. So, sio sawa. Tunahitaji tukutane na timu ambazo kidogo zinaweza zikatokwa changamoto. Muda wote tunashangilia tu magoli, muda wote tunashangilia tu magoli, tumewaonea stendi. Baada ya kelele nyingi sana, kwa Stephane Aziz Ki anakuja hapa, mabao manne, nazoshiro chama naeka na kambani goli mbili, kiwango bora zaidi. Hii inaashiria nini kuelekea katika mchezo wenu mkubwa zaidi katika ligi kubwa kwa mabao mengi? Kwanza, mimi ni washukuru mshukuru Azizi Stefano, ameonyesha mchezo mzuri, ni mmoja kati ya wachezaji ambao tunawategemea sana, na nimshukuru kocha. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeshuhudia mazoezi aliokuwa nafanya Azizi Stefano. Azizi alikuwa na mazoezi ya kipekee yake. Alikuwa anapewa mazoezi ya kipekee yake, mimi nimeshuhudia. Yaani, wengine wanafanya mazoezi ya, anafanya mazoezi ya kupunguza uzito. Ya, yaani, kumbuka mara ya mwisho hapa uh, KMC mimi nimemshuhudia Azizi akiwa mzito Yani, anacheza akiwa mzito mpaka akaumia atoka. Unamwona kabisa Azizi ni mzito kwa sasa hivi, mazoezi yale mwalimu amemfanyisha amepungua. Kwa sasa hivi unaweza kumuona Azizi amerudi kwenye ubora wake, na huyu ndo Azizi ambao tunamjua sisi, Azizi ambaye akiweka gula tembo kwa alimboa, watu wanadondoka, watu wanagusa, wanadondoka akifanya hivi, na huyu hapo, na hizo chuma nne alizofunga Azizi, hizi zilikuwa zina watu hizi, kuna watu ha, walikuwa wanazijua Azizi atakiwa atie hizi chuma kwa watu fulani waliotukimbia huko Mkapa, Mkapa mpaka leo tunahuzunika, tunalia, takriban mwezi mmoja na kitu umekwisha. Baada ya mchezo huu mpinzani wenu katika federation nusu fainali JKT Tanzania, utakuwa ni mchezo wa namna gani? Na siku ya jana tulizungumza na CEO wa JKT Tanzania Jenerali Saidi Kazumari, alisema anawataka sana Yanga. Uh, unaona kwamba safari yenu inakwenda kuishia kwa Jenerali Saidi. Yani moja kati ya watu ambao tunahasira nao msimu huu ni pamoja na JKT. Yaani, nikwambie kaka, alkisasu hako simu katika bidhaarawasaa yaani, kisasu kitamgusa kila mmoja kwa wakati wake. Hawa walitunyima sare sisi, miongoni mwa watu ambao waliniumiza nafsi yangu, miongoni mwa watu ambao waliniliza katika moyomoyo ni pamoja na hao JKT kao, ni watu ambao tunakwenda kukutana nao. Nashukuru Mungu kwamba tunakutana nao kwenye mazingira tofauti mazingira yale ambayo sio ya kwao, kwa sababu kwao wana vitu vingi vya vitimbi, vitimbi wanavyofanya ambapo sisi tunakuwa hatuna nguvu ya kuweza kupenya pale hata kufanya mazoezi. Kwa ukweli ni kwamba tunakutana nao kwenye mazingira tofauti, tutawafanya vibaya mno, yani tutakwenda kuwachinjia ya mbali. Kuna mtu tunamtafuta hapa asitukimbie. Nani mnamtafuta? Alitukimbia tarehe nane, tunashida naye sisi y ana Singida wana Yanga wote Tunawaambia kabisa mm. Kaeni mkao wa kula. Kuna maji wetu tunamtafuta mpaka fainali tunamtafuta. Eh, bwana Kizinga, shughuli visiwani Zanzibar kule, tayari shamashamla zimeshaanza kuelekea katika mchezo wa shirikisho dhidi ya Starboys. Kwa upande wake mashabiki wa Yanga, tutegemee tukiona ukivuka maji kwenda ku support Simba na mimi na mimi nika support Kizinga, siwezi kwenda huko leo. Naomba Mwenyezi Mungu wajalie, waondolewe. Siwezi kwenda kuwasapoti hata kidogo. Ujirani, lakini Simba sina ujirani, sina na Simba, na miongoni mwa vitu ambavyo nasikia raha sana ni kuona Simba akiwa anateseka. Mimi nasikia raha akitoa sare, nasikia raha burudani, akifungwa ndo kabisa abuchani, nakwenda nanunua nyama nyingi sana, nakula nyumbani nato, yeah. Siwapendi kiukweli. Kwa nini usiweke silaha chini nakamsapoti kuona kwamba nchi nakwenda kwenye nyama? Lini lini yeye alinisapoti lini? Ulimuona Simba amenisapoti mimi? Hata siku moja Simba hajawahi kunisapoti. Ayo kwangu mimi binafsi nasema namuomba Mwenyezi Mungu ajalie Simba aondolewe. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atatenda jambo. Dua gani napiga ili Simba aondolewe? dua nayosema, Allahumma jahana hadha fi hadha almakani. Allahumma ja'alna Simba khuruju fi hadha al-kaf. Allahumma ja'alna Simba khuruju fi hadha al-kaf. Allahumma amin. Mungu kajalia hapo. Dua hiyo imekwenda pa, na dua ya kapteni huwa haina gapazia hapa juu. Naona wananchi wanaitikia, wana na amina da hey, wana wana, imepita ukubwa wa hii dua wanaujua. Allahumma khuruju Simba fi hadha amin. Kafu mm. Allahumma huruju simba fi hada kafu. Na simba hayumo tayari, wanakwambia wale straboshmdebwedo tukwa mapema sana anawaua achana nao wale baba, yes. Sio watu weupe wale. Wale weusi wale. <laughs> wale weusi yeah. hey. Yani wale ugari dona wanakula hey, viazi wanakula magimbi wanakula wale pale, sio kama wale ambao wanakuja hapo, unawaona jua kali macho wanakuwa kama nanii wale pale waweke nginja nginja kote kote, kwenye baridi safi, jua kali safi, wapo mimi nakwambia kwambia, linakufa jitu hapo. Goma linapigwa saa kumi ni amani bwana, tena ndio safi. Nipigwe saa kumi ndio safi, na mimi nataka hivyo, kwa sababu wale wasausi mimi nawajua kitu ambacho hamjui, mimi babu yangu mza, babu yangu mza baba yeah. kwao ni South Africa pale mm -hmm. Umeelewa, kwa mimi hiyo juma ngapi? Nitakuwa niko nyumbani nawafahamu na ndugu zangu, nitakuwa niko nyumbani kwa maji yeah. mimi nita... nikivuka maji ah, nisikilize, nisikilize. Yeah. mimi nivuke maji kwenda kuwa support eh, sio kwa support, ndio nitakuwepo pale amani, watu wangu wa amani tukutane pale sio, kajitupa saa kurudi sio? Ah, akatukujitupa mimi, nakwenda na mabao sanane sasa hivi ah, na kwenda kwenye hiyo mechi, kapteni lazima lindwe na mabao sanane h hmm. Nakwenda nao pale amani, siwajuimakoo oh, alivyokuwa anapigana anitia hmm. Ume, mangumi umepiga dua, lakini hata Simba nao wanaomba dua pia, wanasemaje dua zao wanaomba hiyo ah, dua haifiki kokote. a nikuambia kitu kimoja <coughs> siku zote Mwenyezi Mungu katika vitabu vyake amepinga sana ushirikina. Wewe unalijua hilo? Ushirikina, Mungu haupendi, wa amekataza. Simba shirikina Simba, Simba wewe ujui, umeona so, voa kwanza, subiri kwanza, wazee wa, wa klabu ya Simba wamekesha, wamekaa siku nne, ukuona wamelala siku nne Benjamin Mkapa, wanashinikiza serikali imuondoe meneja wa uwanja doke Laki... wana jambo lao kufanya pale, ule ni ushirikina kizinga uweze kuwa mshirikina bila kumjua mshirikina mwenzio? Kwa nini basi wote washirikina? Hapana, mshirikina, uh, mshirikina wasi anapojitangaza yeye ni mshirikina, unajua kabisa. Kwa nini ushirikina hujui? Ushirikina unaujua. Wazee wanakuambia tunaomba meneja atoke. Labda nikuulize wewe, wale wazee waliolala pale siku nne Benjamin Mkapa wanasema meneja atoke, atoke endelea, na kwa nini atoke? Wakasema kabisa tuna jambo letu hapa. Wewe unataka ukate tiketi uingie ndani Ukaangalia mpira na jambo gani, kama sio vitendo vya kishirikina? Alafu wamemwaga vitu vingi yani pale pale. Mimi nakwambia kama sio na kwa ni Musa, wale walikuwa wanaondoka, mimi ndo nakwambia kwa sababu walikuwa wameshachanganya vitu vingi. Mposa alikataa alisema, mimi sitakuepo na shughuli zangu, akwenda kwa wale walichanganya vitu vingi. Ushirikina wa wazee umuumu sijui dua umuumu sijui watumishi umuumu, kwa ina maana leo walikuwa wanapata anguko, vitu vilikuwa vinavutana. Vya, vitu vya Mungu havitaki ushirikina, usichanganye dua na mambo ya shirki, hmm. Shirki, Mungu kakataa. Kwa hiyo ndio maana mko na sare, ngoma ilinasa kwenye sare pale, sasa kwenye penalti zile sasa, hmm. Pini pini Kamara anachukua kichupa cha mafuta cha kutoka kwa kuani Musa, anajipaka pipini pinipini Kamara naenda karudie kafanye reviu ile, utaona pinipini Kamara anavyoachukua mafuta ala, anajipaka kuani Musa, ndio utaona kwamba pale zile penati wale amewavusha pale. Kwa ni Musa mafuta yake

malongomene wapo kwa ni Musa kule Kimara eh, ni Musa anafanya mambo yake pale eh, sasa hivi <laughs> mzee, ulifanya kazi nzuri kama ametoa, yeah, penalti cheza na hii hapa, ndio maana wale wasee, na taarifa nilizonazo, wale wasee walikuwa wanataka waende Zanzibar wakashinikize, na yule meneja wa uwanja wa Zanzibar akae pembeni, azago vizuri. Wamezuiliwa, imeonekana wao walitoa sare. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital